Habari na karibu katika YouTube channel yangu, jina langu ni Kigoda the Creator, and in today's video naenda kuongelea VPN ni nini, na inasaidia nini, na je, ni salama kutumia VPN. VPN kifupi chake ni Virtual Private Network. Hii ni network ambayo itakusaidia wewe uweze ku-access websites pamoja na apps ambazo zimekuwa prohibited ama zimefungiwa katika location ambayo wewe unakuwa unaishi. So kazi ya VPN ni ina act kama middleman kuweza kutransform data ambazo zinakuwa zimefungiwa katika location ambayo wewe upo kuweza kukusaidia uweze kuzi-access katika kifaa chako cha simu ama kompyuta ama kifaa chochote kile ambacho unataka ku access website ama app ambayo imefungiwa katika location ama katika mazingira fulani. So hiyo ndo kazi kubwa ya VPN. So inafanya kazi vipi? Ni kwamba unapowasha internet na kuweza kuconnect katika VPN, maanake like automatically, IP address yako ambayo ni address ambayo inakurepresent wewe ni nani, simu yako pamoja na location ambayo upo, inakuwa inaenda kubadilika completely. Maana kama wewe upo Tanzania, maana yake unapowasha VPN inakuwa inasoma katika nchi nyingine apart from Tanzania ulipo. So that means kama kuna website ama kuna kuna app yoyote ile ambayo imefungiwa nchini Tanzania, ukinapowasha VPN means utaweza ku -e access hiyo app ama hiyo website. So hiyo ndo kazi ya VPN. Na faida za VPN ni kwamba inakuwa ni inakusaidia kukulinda wewe na hackers, watu ambao wanaweza kuchukua ama kudukua information zako katika simu yako, kwa unapotumia VPN faida yake kubwa ni hiyo, kwamba inakusaidia wewe kuweza kutunza data zako kuwa katika usalama zaidi, na watu kuweza kuzihaki, inakuwa ni ngumu sana. Na VPN zinatumika sana na internet providers wa nchi, nikimaanisha kwamba information za nchi nyingi sana wanakuwa wanazitunza kupitia VPN, ili zisiweze kudukuliwa na kuchukuliwa na watu ambao wanania mbaya, so hiyo ndo kazi ya VPN. So niki, tu, kuna swali lingine linauliza je, ni VPN ni salama kuitumia? Actually, kwa nchini Tanzania VPN it's not allowed kuwa kutumika kwa sababu inaweza kuleta tatizo tukana na kwamba mtu anaweza akafanya uharifu na asionekane location yake ama amefanya uharifu kwa, kwa nchini Tanzania. Swali kama hilo linajibiwa ni kwamba hauruhusiwi kutumia VPN. So hii video lengo lake ni kukuelezea nini ni VPN na kazi ya VPN lakini Kiuhalisia ni kwamba nchini Tanzania VPN hairuhusiwi kwa matumizi ya aina yoyote ile. Thank you so much for watching this video. Leo niko na nakuelezea kidogo briefly kuhusiana na VPN. Kuna watu walikuwa wanauliza maswali, VPN ni nini na kazi yake ni nini. So, hii video inaenda kukujibu nini VPN na kazi yake na matumizi yake ambao unaweza ukayatumia na kwamba VPN sio kitu cha kukitumia muda wote ama sio kitu cha kukitumia every time aipo kwa sababu haipo kisheria kwa nchini Tanzania. Thank you so much for watching this video. Peace out.